Je, vipi kama mwanzo wa imani ya Abrahamu haukuwa utii bali ulikuwa kutengana? Je, vipi kama tendo la kwanza la Mungu halikuwa kubariki bali kugawanya? Kwa nini Mungu mwenye upendo angemwamuru Abrahamu aondoke sio tu katika nchi yake, faraja yake au jamaa zake bali pia aondoke kwa baba yake mwenyewe? Ni siri gani iliyofichwa katika kivuli cha Tera? Kwa nini huyu mtu huyu baba alikuwa jambo la kwanza lililopaswa kuachwa? Wengi wetu tunamjua Abrahamu kama baba wa imani. Lakini wachache huuliza alipaswa kupoteza nini kabla hajakuwa mtu huyo? Alipaswa kukimbia nini? Na Tera alikuwa nani hasa? Hii sio tu hadithi ya wito wa Abrahamu. Ni hadithi ya kile kilichopaswa kukatwa kwanza. imzigo mzigo wa urithi wa zamani, gharama ya utii na nguvu hatari, ya historia ya baba ambayo haikukamilika. Kwa sababu kabla ya agano kulikuwa na mgogoro, kabla ya baraka kulikuwa na mgawanyiko, kabla Abrahamu hajawa baba wa mataifa, ilimbidi kumpoteza baba yake. Hii ni hadithi iliyofichwa ya Tera, mtu ambaye Mungu alipaswa kumwondoa kabla ahadi haijaanza. Kaa nami kwa sababu tunapomaliza unaweza kugundua kuwa baadhi ya baraka kubwa za Mungu huanza na kukatika. Kabla hatujaanza, tangaza kwenye maoni. E, sitakaa Harani. Ninaenda moja kwa moja Kanaani. Kabla ya Abrahamu kulikuwa na Tera. Sio baba wa imani. Sio nabii. Sio kuhani. Ni mtu tu. Jina lililopita vizazi kama pumzi nzito, Tera. Mtu anayekumbukwa si kwa kile alichokamilisha bali kwa kile ambacho hakuwahi kukifanya. Mwanzo 11 mstari wa 26 hadi 32 unamtaja kwa mistari michache tu. Hiyo ndiyo yote, kuonekana kwa muda mfupi katika ukoo wa hatima. Lakini chini ya kutajwa huko kifupi kuna kivuli, kivuli ambacho bado kinauandama wito wa Abrahamu. Kwa sababu unaelezaje hili Baba wa imani alitoka katika nyumba ya mtu aliyeabudu sanamu. Unawezaje kupatanisha Mwanzo 12, ondoka katika nyumba ya baba yako, euna Yeshua 24 mstari wa 2, inayosema wazi E baba zenu akiwemo Tera waliabudu miungu mingine. Miungu mingine siyo Yahwe, sio Mungu wa agano, bali miungu ya Uru. Tera aliishi miaka mia mbili na tano. Na katika miaka yote hiyo hakuna agano lililoandikwa, hakuna madhabahu, hakuna dhabihu iliyompendeza Mungu wa mbinguni. Kulikuwa na ukimya tu, lakini huo ukimya unasikika kwa nguvu kuliko maneno, kuliko sifa, kwa sababu ukimya unaomzunguka Tera unatueleza kila kitu. Alikuwa baba, lakini hakuwa kiongozi wa kiroho. Alisafiri, lakini hakuwahi kufika. Alianza safari kuelekea Kanaani. Mwanzo 11 mstari wa 31 unatueleza hilo, lakini alisimama na kukaa mahali paitwapo Harani, naye akafa huko. Mtu alianza safari kuelekea hadi, lakini hakuwahi kuivuka. Baba aliyefika nusu ya safari. Kama hili linaeleweka hadi sasa, acha maoni hapa chini. Bado nipo. Tuone ni nani atakayefuatilia hadithi hii hadi mwisho kwa sababu ndiyo kwanza imeanza. Turudi kwenye hadithi. Abrahamu hakutoka tu kwa mtu aliyeabudu sanamu. Alitoka kwa mtu aliyesimama pale ambapo Mungu alihitaji aendelee kusonga. Na hapo ndipo mvutano ulipo. Wito wa Abrahamu haukuwa tu hatua ya kuingia katika nchi mpya. Ulikuwa pia hatua ya kutoka kwenye kivuli cha baba ambaye hakuweza kumaliza alichoanza. Tera si mhusika wa nyuma tu, alikuwa kikwazo cha kiroho, na Mungu alilazimika kuondoa kizuizi hicho kabla hajaachilia baraka, kwa sababu wakati mwingine, kabla ya kusikia sauti ya Mungu, lazima unyamazishe sauti zilizotangulia. Kabla ya kuwepo nchi ya ahadi, kabla ya kuwepo agano, kabla ya kuwepo imani, kulikuwa na Sin sio dhambi kama kushindwa kimaadili bali, Sin ni jina la mungu, mungu wa mwezi, mungu mkuu wa Uru, mungu wa fedha baridi, aliyeabudiwa katika mahekalu yaliyojengwa kwa kiburi cha mwanadamu na ibada zilizofunga vizazi katika giza la kiroho. Na katika kivuli cha mji huo aliishi Tera. Hakuwa tu mtu aliyepotea katika mkanganyiko wa utamaduni, alikuwa mtendaji, mshiriki kamili Yeshua 24 mstari wa 2 unasema wazi he hey, baba zenu Tera baba yake Abrahamu na Nahori waliishi ng'ambo ya mto Furati nao waliabudu miungu mingine. Huu haukuwa uabudu wasanamu wa kupita tu, ulikuwa wa hiari wa kurudiwa na wenye mizizi ya kina. Tera hakuwa mtu wa kati, alipiga magoti mbele ya roho zile zile ambazo Mungu angemwita Abrahamu baadaye azipinge. Aliwalea wanawe katika mazingira ya maelewano na dhambi. Alikuwa baba wa utamaduni, si baba wa agano, na hili ni jambo la muhimu, kwa sababu mahali ulipotoka daima hujaribu kuamua mahali unakoenda. Uru wa Wakaldayo haukuwa mji tu, ulikuwa mfumo wa mahali pa utajiri na uovu, anasa iliyojengwa juu ya uasi jamii iliyotazama mbinguni na kuchagua kuabudu nuru iliyoumbwa yaani mwezi badala ya muumba wa nuru mwenyewe. Tera alikulia katika mfumo huo akaundwa nao akawa mwaminifu kwake. Lakini hapa ndipo siri ya Mungu ilipo. Haanzi hadithi yake katika ukamilifu. Anapanda mwanzo wa imani katikati kabisa ya ibada ya sanamu, kwa sababu nguvu ya wito wa Abrahamu si tu kwamba alimfuata Mungu ni kwamba alimfuata Mungu akitoka nje ya kivuli cha Tera. Tera hakuwa tu baba wa Abrahamu. Alikuwa mfano wa mpangilio wa zamani, dini ya mwanadamu, kiburi cha mwanadamu na miungu iliyokufa ya mwanadamu. Na kama Abrahamu angekuwa baba wa mataifa, Mungu alipaswa kwanza kumtenga na baba wa sanamu. Kutengana si ukatili. Ni rehema inayowezesha imani. Wakati mwingine Mungu hulazimika kukata mzizi wa ibada ya sanamu ili apande mbegu ya ahadi. Alipaswa kumaliza kilicho cha zamani kabla hajaanza kilicho cha milele. Hivyo sasa, mstari umechorwa kwenye mchanga. Upande mmoja yuko Tera, na upande mwingine yuko mtu anayeitwa Abramu. Lakini hadithi haijaisha bado, kwa sababu swali linabaki e. Je, Abrahamu alimwacha baba yake kwa hiari au kulikuwa na jambo lililotokea kumwondoa Tera njiani? Je, vipi kama safari ya imani haikuanza na Abrahamu? Je, vipi kama hatua za kwanza kuelekea nchi ya ahadi hazikuwa za Abrahamu hata kidogo? Mwanzo kumi na moja mstari wa thelathini na moja unavunja kile tulichodhani. Etera akamchukua Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mjukuu wake na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe wakaondoka pamoja kutoka Uru wa Wakaldayo ili waende nchi ya Kanaani. Subiri Tera. Tera alikuwa anaelekea Kanaani. Yule mtu wa sanamu. Baba wa maelewano. Yule ambaye Mungu angemruka baadaye. Yeye ndiye aliyesonga kwanza. Hili si jambo dogo. Ni onyo kwa sababu Tera alianza safari lakini hakuimaliza. Ei, lakini walipofika Harani wakakaa huko. Ni Mwanzo kumi na moja mstari wa thelathini na moja. Alisimama, alikaa, alibaki, na safari iliyoanza kwa ahadi ikaishia kwenye kusita. Harani ni mji ambao hata jina lake lilimaanisha kuchelewa, ukame au nchi iliyokauka mahali pa katikati, mahali pa kusubiri bila kusonga, mahali pa sintofahamu ya kiroho. Na hapo ndipo Tera alikufa, sio katika uasi wa wazi, bali katika karibu, sio katika ukaidi, bali katika nia njema. Hakuwa mwovu kama Nimrodi wala mpotovu kama miji ya Sodoma. Alikuwa karibu kutii, na hilo lilitosha kukosa hatima yake. Ni watu wangapi leo wanaishi Harani? wameondoka Uru, wameacha dhambi zilizo wazi, mahekalu ya kipagani na laana za vizazi, lakini bado hawajafika Kanaani. Wamekwama katikati, imani iliyoanza lakini haikujisalimisha kabisa, maono yaliyotamkwa lakini hayakukamilishwa. Na hapa ndipo hatari ilipo. E, utii wa karibu bado ni kutotii, haijalishi umetembea umbali gani ukisimama maili moja kabla ya ahadi Harani inakuwa nchi ya uwezo usiotimia. Ni mahali ambapo ndoto hukauka, ambapo maelewano yanaonekana kuwa ya kustarehesha, ambapo wito hugeuka kuwa urahisi. Na wengi hufa hapo, sio kwa sababu Mungu alishindwa, bali kwa sababu walikaa mapema sana. Tera alikuwa na wito mikononi mwake, lakini hakuwa na imani moyoni mwake. Alimsogeza Abrahamu katika mwelekeo sahihi, lakini kuchelewa kwake kukawa kuchelewa kwa Abrahamu. Na hapo ndipo sura inayofuata inaanza, kwa sababu kile ambacho Tera hakuweza kumaliza, Mungu angemuita mwanawe akimalize, lakini si kabla kifo hakijaondoa kizuizi njiani. Harani, jina linalomaanisha nchi kavu iliyokauka isiyozaa, ilikuwa imekusudiwa iwe kituo cha kupumzika, lakini ikawa makazi ya kudumu jangwa la kiroho lililojificha kwa sura ya mazoea, mahali ambapo maono hunyamaza na mito hupotea katika kelele ya faraja. Harani ilionekana kama ina mahekalu, biashara na maisha ya kawaida, lakini haikuwa Uru wala haikuwa Kanaani. Ilikuwa katikati, na hapa ndipo msiba ulipo. Tera aliacha sanamu za Uru ili ajenge madhabahu mapya katika nchi ya kukopa. Unaweza kuondoka Misri, lakini je, Misri imekuacha? Mikono ya Tera iliacha zamani, lakini moyo wake haukuiacha kamwe. Ndiyo maana alikaa, sio kwa sababu safari ilikuwa ndefu sana, bali kwa sababu faraja ikawa takatifu kuliko wito. Harani hunongona uongo wenye mvuto mkubwa, eh, hii inatosha, eh, unahitaji kumaliza, eh, unahitaji kwenda mpaka mwisho. Ee, umefanya zaidi ya wengi ee, je, hiyo haitoshi? Lakini Kanaani ilikuwa bado mbele, na hapa kuna kanuni ya kiroho. Ahadi ya Mungu haiwezi kukua juu ya madhabahu ya kukopa. Imani haiwezi kukomaa kwa kuiga. Hatima haitachanua katika nchi ya karibu. Harani ni mahali ambapo maelewano yanaonekana kuwa matakatifu, ambapo utii wa nusu husifiwa Ambapo miito ya vizazi huahirishwa hadi kifo kifungue njia ya mwanzo mpya. Tera hakuwa mwovu, lakini alikuwa amestarehe. Na hilo lilitosha kuzuia mpango wa Mungu katika kizazi chake. Alimleta Abrahamu karibu, lakini ni Mungu pekee aliyemvusha Abrahamu. Hivyo, Harani ikawa kaburi la imani ya baba na mstari wa kuanzia wa wito wa kweli wa mwana. Kwa sababu wakati mwingine Mungu husubiri kitu kife kabla azungumze tena. Bwana alimwambia Abrahamu i ondoka, lakini kwa nini sasa? Kwa nini si Harani? Sauti ya Mungu ilingoja, sio kwa sababu alikuwa kimya, bali kwa sababu ardhi haikuwa tayari. Wakati mwingine hatima huchelewa, si kwa sababu mbegu haipo, bali kwa sababu udongo bado umechafuliwa. Mwanzo kumi na mbili unaanza baada ya Mwanzo kumi na moja kuisha, na Mwanzo kumi na moja unaisha kwa kifo. Kifo cha Tera. Tera alipaswa kuondoka kabla Mungu asonge mbele. Hakuwa tu baba wa Abrahamu, alikuwa kivuli kilichobaki, mabaki ya mfumo ambao Mungu alikuwa anauvunja, mtu aliyeundwa na sanamu. Hata kama alisafiri pamoja na mtu aliyechaguliwa kujenga madhabahu, Mungu alisubiri ukimya. Kwa sababu wito haupaswi kusikika kupitia sauti za zamani. Lazima uje ukiwa safi, wazi, bila kuguswa na maelewano. Kifo cha Tera hakikuwa mwisho tu, kilikuwa usafishaji wa kimungu. Msongamano wa kiroho wa uwepo wake ulipaswa kuondoka ili masafa ya mbinguni yavuke. Mungu hangejenga taifa juu ya msingi uliounganishwa bado na zamani. Tera alikuwa kuchelewa sio kwa sababu alimchukia Mungu bali kwa sababu uwepo wake ulikuwa ukinong'ona njia ya kurudi nyuma. Wito wa Abrahamu ulihitaji kutengana. Na utengano huo haukuanza Harani. Ulianza kaburini. Kwa sababu kabla Mungu hajatuhamisha, mara nyingi huondoa kitu kutoka kwetu. Kabla Mungu hajazungumza wazi, huondoa kelele, sauti za mazoea, uaminifu wa kitamaduni na vifungo vya kihisia vinavyounda utambulisho wetu kuliko neno lake. Na Tera alipokwenda, ukimya ukawa mtakatifu. Ndipo Mungu akasema, sasa Abrahamu, ondoka. Kwa sababu ahadi haichanui katika udongo uliotiwa sumu. Inangoja ardhi iwe safi. Iondoka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Ni Mwanzo 12 mstari wa 1. Mungu hakujirudia. Alizungumza kwa ngazi ngazi tatu, kamba tatu zilizopaswa kukatwa: nchi, jamaa, nyumba ya baba. Huu haukuwa uhamisho wa mahali tu, ulikuwa ufafanuzi mpya. Huu ukatwaji talaka takatifu kutoka nyumba ambayo isingeweza kubeba ahadi ya mbinguni kwa sababu nyumba ya baba yako haikuwa kuta nne tu, ilikuwa mfumo, utamaduni wa faraja, mapokeo ya sanamu, urithi ulioloweshwa uaminifu kwa mungu wa mwezi. Na Mungu akasema acha yote. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kurithi wakati ujao ukiishi katika zamani. Ahadi haingeishi katika nyumba ile ile iliyokuwa ikiabudu vivuli. Baraka isingeweza kuzaliwa katika tumbo la maelewano. Nyumba ya Tera ilikuwa na samani zilizopangwa na historia, lakini Mungu alikuwa anaunda msingi mpya, na ili kuujenga ilimbidi ambue Abrahamu kila kitu alichokizoea. Hili halikuwa tu kuhusu mahali pa kufika, lilikuwa kuhusu utambulisho. Imani haianzi unapopiga hatua mbele. Inaanza unapokata mahusiano na kila kitu kinachoweza kukurudisha nyuma. Mungu hakuwa anamwita Abrahamu aende mbele tu. Alikuwa anamuita atoke atoke katika dhana, atoke katika urithi, atoke katika nasaba za damu zilizokuwa zikitia sumu kusudi. Nyumba ilikuwa na kumbukumbu kumbu, lakini haingeweza kubeba agano. Kwa sababu baadhi ya urithi lazima uachwe ili urithi kitu kikubwa zaidi. Huu haukuwa uasi. Ulikuwa ukombozi. Ili awe baba wa mataifa mengi, Abrahamu alipaswa kuacha nyumba iliyozalisha ibada ya sanamu. Ukatwaji ulipaswa kuwa kamili. Hakuna nafasi ya utii wa nusu, hakuna kurudi kushauriana na sauti za zamani. Hangeweza kuwa mbegu ya ahadi na bado akae katika kivuli cha miungu ya Tera. Wanaume wawili, damu moja, lakini urithi mbili tofauti kabisa. Mmoja alianza safari, mwingine akaimaliza. Mmoja alipiga magoti kwa sanamu, mwingine akajenga madhabahu kwa aliye juu sana. Mmoja alikuwa karibu, mwingine alikuwa ndani kabisa. Mmoja alifungwa na utamaduni, mwingine alitembea katika agano. Hii si hadithi ya kusonga tu, ni hadithi ya kukamilisha. Kwa sababu tofauti kati ya urithi na hatima si nani anayeanza mbio, bali ni nani anayevuka mstari wa mwisho. Tera alianza vizuri, lakini akakaa Harani. Alikuwa na maono, lakini hakuyafuatilia hadi mwisho. Alisikia sauti kwa mwangwi, lakini hakuiona milima ya ahadi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajengi maagano juu ya udongo uliopatana na dhambi. Maisha ya Tera ni picha ya kila mtu, kila mfumo, kila muundo unaoanza kwa moto lakini unakufa katika mazoya. Unaonza kwa imani lakini unaishia katika urahisi. Unaohisi upepo wa kusudi lakini hauinui miguu kutoka ardhini. Tera hakuwa mwovu. Alikuwa amestarehe na hilo wakati mwingine ni baya zaidi. Mungu hatapanda taifa katika udongo uliodaiwa tayari na miungu ya zamani. Hivyo anasubiri. Anaangalia. Anaruhusu mtu mmoja aondoke ili mwingine amke kikamilifu. Abrahamu hakuchaguliwa tu, alijaribiwa na akaendelea kutembea. Mahali Tera aliposimama, Abrahamu aliendelea. Mahali Tera alipoinama, Abrahamu aliamini. Na katika tofauti hiyo tunajifunza ukweli mtakatifu: imani hairithiwi, hatima haitokei yenyewe. Utii hauko kwenye vinasaba, lazima uchague kumaliza kile ambacho wengine waliota tu, lazima uchague kwenda mpaka mwisho, kwa sababu ahadi haikai kwa wanaoanza safari, bali kwa wanaokataa kukata tamaa. hata njia inapokuwa ya upweke, hata gharama inapokuwa kila kitu. Kuna tofauti kati ya urithi wa kiroho na ukombozi wa kiroho. Mmoja ni kile unachopewa, mwingine ni kile unachopaswa kukikimbia. Mungu alipomwita Abrahamu hakuwa anaanza taifa jipya tu, alikuwa anaitakasa mizizi, kwa sababu Mungu hajengi vitu vya milele juu ya misingi iliyochafuliwa. Nyumba ya Tera ilikuwa na mapokeo, ilikuwa na kumbukumbu, ilikuwa na utamaduni, lakini pia ilikuwa imechafuliwa na sanamu. Hivyo Mungu aliposema acha nyumba ya baba yako, hakuwa mkali, alikuwa mtakatifu. Abrahamu hakuwa anaacha mahali tu, alikuwa anavunja mzunguko, kwa sababu baadhi ya ahadi hazitafunguliwa mpaka uvunje mnyororo uliolifunga familia yako, na wakati mwingine hilo linamaanisha kutembea peke yako. Abrahamu hakuwa na ramani, hakuwa na umati, hakuwa na uthibitisho Alikuwa na mnong'ono kutoka mbinguni na utayari wa kutii. Na katika utii huo wa upweke, Mungu alianza kuandika hadithi mpya kisi kwa mtu mmoja tu bali kwa vizazi. Abrahamu akawa Adamu mpya, siyo katika bustani ya Edeni bali katika nyika ya imani, mtu aliyemwambia Mungu ndiyo, hata ilipomaanisha kusema hapana kwa kila kitu kilichomfanya ajisikie salama. Kwa sababu wakati mwingine wito wa Mungu utakufanya uonekane kama unamsaliti ulezi wako ili ubaki mwaminifu kwa upako wako. Na katika huo usaliti wa mapokeo, kuna ukombozi kutoka kurudia makosa yale yale. Mungu hakuwa anautaka mwili wa Abrahamu tu. Aliutaka ukoo wake. Alitaka kuanza upya. Alitaka kupanda mbegu ambayo hata jehanamu isingeweza kuichafua. Lakini mbegu hiyo isingeweza kupandwa katika udongo wa maelewano ya mazoea. Hivyo mtu alipaswa kuondoka, nyumba ilipaswa kuachwa, mfumo ulipaswa kuvunjwa. Kwa sababu usipoacha uliozoea unaweza kupoteza wa milele, na hutaijua uzito wa utukufu mpaka uonje uchungu wa kutengana. Hii si hadithi ya Abrahamu tu. Ni hadithi yako, ni hadithi yetu. Kwa sababu mahali fulani kati ya Harani na Kanaani sote tunajikuta kwenye njia panda. Na swali ni hili. Je, wewe ni Tera? Yule aliyeanza, aliyesonga, aliyekuwa na maono lakini akasimama njiani. Au wewe ni Abrahamu? Yule aliyethubutu kuvunja mzunguko, kukata mahusiano na faraja, na kumfuata Mungu katika lisilojulikana. Harani bado ipo, sio kwenye ramani tu, bali katika kila maisha ambamo safari ilikatizwa, ambapo imani ilibadilishwa na uchovu, ambapo wito ulibadilishwa na urahisi. Harani ni mahali unapokaa wakati gharama inaonekana kubwa sana, lakini hatima haikai Harani. Agano halichanui katika maelewano. Basi nikuulize, ni nini unachopaswa kuacha ili ahadi ianze? Kwa sababu huwezi kumbeba Tera kwenda Kanaani. Huwezi kuburuta uzito wa sanamu za zamani kwenda katika nchi inayodai madhabahu safi. Huwezi kurithi kipya huku ukishikilia kile ambacho Mungu tayari alikuambia uachilie. Hili si suala la umbali, ni swala la uamuzi. Mungu bado anaita, bado anazungumza, bado anatenganisha na wakati utafika utakapolazimika kuchagua uh, kubaki katika usalama wa malezi yako au kuingia katika nchi ngeni ya kuwa kile ulichokusudiwa kuwa. Basi wewe ni nani katika hadithi hii? Kama ujumbe huu umegusa kitu ndani ya roho yako, kama umefungua mlango uliokuwa unaogopa kuupitia, kama umenong'ona moyoni mwako ni wakati wa kuondoka Harani, usipite tu penda video hii. Kama Mungu amezungumza nawe kupitia ujumbe huu, andika maoni hii, ninatoka Harani, iwe hatua yako ya kwanza kuelekea kitu kipya. Jisajili ili usikose ukweli mwingine wa Biblia uliofichwa, kwa sababu kile Mungu anachofunua hapa ndiyo kwanza kinaanza. Na kama kuna mtu unayempenda bado yuko gizani, bado amefungwa na alichojenga baba yake, mshirikishe ujumbe huu Huenda ukawa ujumbe utakaovunja minyororo yake. Kituo hiki hakidhaminiwi na makampuni, hakiendeshwi na umaarufu, kinadumishwa na mioyo ya waaminifu kama yako. Hivyo, kama hii imekubariki uwe msaidizi au shiriki tu na wengine, kwa sababu mahali fulani kuna mtu bado anaishi katika nyumba ya Tera, na hajui bado kwamba Kanaani inamwita. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki.